Taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania TAWIRI ni taasisi ya umma chini ya wizara ya maliasili na utalii, iliyoanzishwa kwa sheria ya bunge namba 4 ya mwaka 1980. Lengo la taasisi ni kufanya, kuratibu na kusimamia utafiti wa wanyama pori nchini. Dira ya TAWIRI ni kufikia kiwango cha juu cha utafiti ili kuweza kutoa ushauri wa kitaalamu na wa kisayansi kwa wakati mwafaka kuhusu uhifadhi na matumizi endelevu ya wanyamapori nchini. Dhamira kuu ya taasisi ni kuendesha na kusimamia utafiti wa wanyamapori nchini, kutoa takwimu na ushauri wa kitaalamu kwa serikali na mamlaka za uhifadhi kuhusu uhifadhi na usimamizi wa wanyamapori nchini. Utafiti wa wanyamapori ni muhimu katika uhifadhi na kuendeleza utalii. Maeneo mengi nchini ikiwemo Serengeti na Gombe ni matokeo ya utafiti kuhusu tabia za wanyamapori, ikolojia ya wanyamapori na kadhalika. Sote ni mashuhuda matukio makubwa ya ongezeko la watalii nchini baada ya filamu ya Tanzania The Royal Tour. Na kwa maana hiyo taasisi imeendelea na jukumu lake la kuishauri serikali mamlaka za usimamizi wa wanyamapori na Watanzania kwa ujumla kuhusu uhifadhi endelevu rasilimali ya wa wanyamapori. Baadhi ya tafiti zinazofanywa na taasisi ni pamoja na migongano ya watu na wanyamapori, magonjwa ya wanyamapori, ekolojia ya wanyamapori, ufugaji wa nyuki kwa idadi wanyamapori na matumizi ya teknolojia katika uhifadhi. Uandaaji wa mipango mkakati ya kuhifadhi wanyama adimu ikiwamo tembo, faru, sokwe mtu, twiga na kuendelea <tiple> taifa linalotekelezwa na TAWIRI. Serikali ya awamu ya sita chini ya Rais dr Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa nyakati tofauti imekuwa ikiunga mkono juhudi za TAWIRI kwa kuboresha miundombinu itakayosaidia kuboresha utekelezwaji wa majukumu ya TAWIRI kwa viwango stahiki, hii ikihusisha ununuzi wa magari mapya kwa ajili ya utafiti, ununuzi wa vifaa vya utafiti majengo ya ofisi na kadhalika. Hii ndiyo TAWIRI.